French kiss kwa mfano, French kiss mm. Hapa kune TV hatuwezi kutoa maelezo detail mm. lakini watu wazima mnaelewa mm. French kiss inasafirisha bakteria, ina transmit bakteria milioni hamsini, na hizo bakteria zinafanya kazi kurejesha mfumo wa mwili katika sekta ya kinga mm. katika sekta ya length yake ya, ya ya- ya kuishi mm. span lifespan mm -hmm. Busu inafanya kazi tano ina- inaleta ina, ina inaboresha orgasm kilele mm -hmm. Busu inaua calories hasa mm -hmm. ya ulimi mm -hmm. kuunganisha ulimi. yes, you may, maybe you didn't know ndio, no, mtazamaji, na wewe ambaye mmeshafikia tu atua mbusu tena mm -hmm. so inaua calories ina burn calories. Busu yenyewe inakuja kufanya kazi ya kuondoa stress, stress kabisa, msongo wa mawazo mm -hmm. Busu nafuta stress mm, hatua -hmm, ya nne busu inakuja kutibu moyo mm -hmm. na kukontrol blood pressure mm -hmm, alafu kuongeza ubora wa mapigo busu, tunakua na busu tu Sindio? Tunaanza mm, physical kwa sababu wanandoa wengi wabusu mm. Ndugu mtazamaji, unajua kabisa wewe ubusu tena, ina maana wengi tendo la ndoa ndio nakuwa sehemu ya kwenda <laughs> lakini unataka ufike Morogoro mm. bila kupita Chalinze wala kuwa Ubungo mm. yani unataka ufike tu yeah. ndio maisha ya ushirikina. <laughs> Watu wengi sasa hivi wanaamini ushirikina kwa sababu wanataka wanaishi maisha ya kishirikina. Yani unakuwa una, una from A to Z B hakuna Wakristo wanaamini Yesu kwa sababu maisha yake yalieleweka, A ni wapi? Waislamu wanaamini Mtume Muhammad kwa sababu maisha yake yalieleweka, A ni wapi? Hadi Z walikuwa wanaeleweka, anaanza hapa, anaishia hapa. Lakini wewe, hata rais anayetuongoza, tunajua historia yake, alianzia hapa, alileo yuko rais. Sasa wewe unataka moja kwa moja, pumf, pumf. Yaani uondoe moja kwa moja. Inabidi uelewe umepitia wapi hadi ukafika hapa. Mchakato muhimu kuliko kufani, mafanikio, nakupa mfano ndugu, unajua kwamba busu inachukua hatua tano maalum ya maisha yenyewe. Busu tu, physical contact, lips hizi inahusisha muscles ishirini ukiwa unatumia lips kuunganisha na mwingine, ila inategemea length unatumia kwa muda gani sio busu kama Yuda mm. <laughs> alivyombusu Yesu anasema, huyu hapa mchukue, mm. mm.